Yes, nianze kwanza kuchukua nafasi hii hukushukuru uh, kwa uwepo wako mkurugenzi wa fedha wa shule za Aga Khan. Natambua pia uh, viongozi waandamizi wa, uh, wa benki ya CRDB, lakini pia timu ya Aga Khan ambayo wako hapa na sisi, wageni waalikwa, waandishi wa habari wa mabibi na mabwana, habari za asubuhi tena Yes, kwa niaba ya benki ya CRDB naomba kwanza nianze kwa kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye ametujalia kwa namna ya kipekee tumeweza kukutana hapa asubuhi ya leo, ili tuweze kuona namna gani ambavyo tunaweza tukaendeleza mahusiano ambayo ni sahihi kati yetu sisi na wadau wetu wa Aga Khan. Siku hii ya leo tunaenda kufanya makubaliano na makubaliano haya yana aim katika kuhakikisha kwamba tunaongeza mafanikio katika mahusiano yetu ya kati ya mfumo wetu wa kibenki, lakini pia na mifumo ya shule za Aga Khan, ambao utasaidia sana kuhakikisha kwamba taasisi zetu mbili zinaweza zikaongea kwa pamoja kiteknolojia. Mabibi na mabwana, Benki ya CRDB ina historia ndefu na uzoefu mkubwa katika kutoa suluhisho bunifu za kifedha kwa sekta ya elimu. Ninayo fahari kubwa, uh, kusema kuwa sehemu ya maendeleo ya taasisi nyingi za kielimu hapa nchini inahusika pia kwa namna gani ambavyo wanaweza wakatumia huduma za kifedha na hasa uunganishaji wa mifumo kama ada fasta mikopo kwa taasisi zile za kifedha na kwa walimu pamoja na programu za kuwawezesha vijana kielimu na kiuchumi. Pia kwa kuunganishwa kwa mifumo yetu, wazazi na walezi sasa wataweza kulipia ada kwa haraka, urahisi na usalama kupitia njia mbadala ikiwepo SIM banking, internet banking, CRDB wakala, matawi yetu, mitandao ya simu pamoja na mfumo ya kutuma pesa yani, uh, tis kutoka benki nyingine popote walipo na muda wowote ule. Tunaamini kwa muunganisho huu itatupunguzia changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikiwakabili wazazi na shule katika suala zima la malipo. Kwao hawatakuwa na sababu yoyote ile ya kuchelewa kufanya malipo kwa sababu wana uwezo kulipa wa kutumia mba, uh, njia mbalimbali kutokana na makubaliano haya ambayo tunayaingia leo kati ya benki ya CRDB na shule za Aga Khan, tunaenda kufanya uimarishaji mkubwa, na watu wengi wataweza kunufaika katika maeneo yafuatayo. Mosi, kutakuwa kuna urahisi na kuokoa muda. Wazazi hawatalazimika tena kwenda kwenye benki au kurudi shuleni mara kwa mara, malipo yanaweza kufanyika kwa sekunde chache kupitia simu zao za mikononi hivyo kupunguza muda na gharama za usafiri ambao hauhitajiki tena. Pili, e, wazazi wataweza kupata ripoti za papo kwa papo zinazohusiana na mambo ya shule. Shule zitapata ripoti za papo hapo kuhusu malipo yalipofanyika, kurahisisha upa, upangaji wa bajeti utabiri wa mapato na usimamizi wa rasilimali. E, najua kwamba tunavyoenda kuunganisha hii mifumo yetu sasa, e, mtu akilipa malipo yatakuwa yanaingia pale pale, yani instant payments, na kuweza kuupdate system za a, za Aga Khan pia. Kwa hiyo uhakika wa taarifa utaweza kupatikana, na hii itawapa confidence namna ya kuweza kupanga mapato yenu na matumizi yenu kwa usahihi zaidi. Lakini la tatu uwajibikaji na uwiano wa kifedha. Mfumo huu unahakikisha uwazi kwa pande zote mbili, yani wazazi pamoja na shule. Wazazi wanalindwa dhidi ya malipo yasiyo sahihi, huku shule zikihakikishiwa kupokea malipo kwa usalama na wakati. Kwa maana hiyo ni kwamba ukishafanya malipo, kwa sababu hawa wanafunzi watakuwa wana unique number, itawarahisishia sana kuweza kulipa malipo ma ma ma ma ma ma ambayo ni sahihi na kwa sababu hii ndio maana tunasema usahihi kupitia namba maalum za mwanafunzi, yaani unique identification number zitakazotolewa, zitawahakikishia kwamba wanafunzi wanapata namba ambazo zitawahakikishia, watakapokuwa wanalipa, tunajua ni yeye mtu sahihi amelipa kwa wakati na anastahili kupata huduma. Lakini la mwisho ambalo ni la muhimu zaidi ni kwamba sisi tumeongea na wenzetu wa Aga Khan tukasema kwamba mnawafundisha uh, wanafunzi hawa waweze kujua mambo ya kielimu. Baadhi ya elimu inayotolewa ni pamoja na elimu ya kifedha kwa hiyo tumekusudia, na kwa makubaliano haya ambayo tuna sign leo, yatahusianisha pia wanafunzi hawa kupata nafasi ya kufanya practical training uh, kupitia CRDB ambayo itawapa wigo mkubwa wa kuweza kuelewa uh, elimu ya kifedha na namna gani ambapo benki ya CRDB inaendelea kutoa mchango mkubwa. Tumekubaliana watapata angalau wa nafasi ya watu ishirini kwa ajili ya kuweza kujifunza kwenye maeneo haya. Kwa hiyo nadhani hili limekuja kama bonus kwenye mahusiano haya ambayo tulionayo na naamini wazazi wengi watafurahia kuona baadhi ya watoto wao wakipata nafasi ya kuweza kushiriki kwenye mahusiano haya mazuri ambayo benki ya CRDB na shule za Aga Khan umeanzisha kama tu mwanzo wa kuhakikisha kwamba huduma nzuri inaendelea kupatikana. Mabibi na mabwana, uh, katika ulimwengu wa leo unaoongozwa na kasi ya maendeleo ya teknolojia, ushirikiano huu ni kielelezo cha jinsi taasisi za fedha na zile za elimu zinaweza kushirikiana kukuza tija na ubunifu. Huduma hii itakuza imani kwa wazazi na kuimarisha uhusiano wa muda mrefu kati ya shule za Aga Khan pamoja na benki ya CRDB. Tunapofungua ukurasa huu mpya wa ushirikiano, benki ya CRDB inatoa ahadi ya kuendelea kuwa mshirika wenu wa karibu, si leo tu, bali kwa miaka mingi ijayo na dhamira yetu ni kujenga mahusiano ya muda mrefu yanayochochea maendeleo ya kweli na yanayoleta tabasamu kwa kila mzazi, mwanafunzi na mwalimu pia. Tukiwa tunaadhimisha miaka thelathini ya kuwahudumia Watanzania, tumeendelea kuleta ubunifu wa huduma za fedha unaobeba alama ya ubora, usalama na mabadiliko ya kweli katika maisha ya watu. Nimalizie kwa kutoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wa shule za Aga Khan kwa kutuamini na kuwa washirika wetu kwenye huduma za kifedha. Baada ya kusema haya, niseme asante sana na nawashukuruni sana kwa kujumuika nasi. So. Kupata nafasi hii, of course, kwa niaba ya mkurugenzi wa wateja wakubwa nikiwa na kaimu uh, swala hili la kusaini mkataba huu, kusema ukweli ni la shukurani kubwa <coughs> kwa shule za Aga Khan lakini pia ni, ni kama alivyosema uh, mkuu wetu wa biashara kwamba CRDB imejiandaa kuhudumia shule za Aga Khan, lakini pia of course tunaongelea pia Tanzania nzima kuhudumia shule na sekondari, za sekondari za primary na vyuo nchini katika kuendeleza elimu. La msingi hapa ni kwamba tunatanua teknolojia yetu ya, ya mawasiliano yani kidijitali, tunatanua wigo wetu wa huduma kwa shule zote Tanzania na tunatanua biashara zetu. Uh, tunawakaribisha sana Aga Khan. Mimi kama mmojawapo wa memba wa zamani wa Aga Khan pia nafurahi kuwa katika hafla hii. Na kwa hiyo nafurahi sana kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha ku, ku, kwamba tuna ushirikiano zaidi na, na shule za Aga Khan pamoja na AKDN. Thank you.